Kufanya sales ama mauzo na kupata commission ni mchezo wa kiroho, is a spiritual game. Ndo maana watu ambao ni average people, watu wa hali ya kawaida wanatengeneza mauzo ya hali ya kawaida, kwa sababu wana vibrate kwenye frequency za hali ya kawaida. Mteja mmoja akimwambia no au hapana, wanaweka kinyongo kwa wateja wengine wote wanaofuata wakiweka vinyongo, wanapunguza ukubwa wa ukuaji. Wanasema leo mi siendi kufanya mauzo au leo siendi kufanya sales tena. Wanaanza kutia hofu na uoga, wanahisi ilivyotokea nyuma ndivyo itakavyotokea tena. Frequency, mtu mwingine kwenye organization hiyo hiyo ama kwenye kampuni hiyo hiyo au kwenye industry hiyo hiyo anatengeneza pesa mara tano zaidi yao, alafu wanakaa chini, wanaanza kujiuliza wao, jamaa sio mimi. Hiyo inashusha tena energy, inaloa frequency. Kama unataka kutengeneza mauzo mara kumi zaidi kwenye industry unayofanya ama kwenye kampuni ama kwenye biashara unayofanya, sio wala strategy ambayo unatumia kwenye mauzo, bali ni mtu mpya ambaye unamtengeneza na kubadilika kuwa yeye. Lazima uwe na high frequency mara kumi zaidi. Kama utaweza kutengeneza mara kumi zaidi, inabidi uwe na high frequency mara kumi zaidi ya average person. Lazima uwe na mawazo mazuri mara kumi zaidi ya mtu kawaida, then itakupelekea kutengeneza mauzo mara kumi zaidi ya mtu kawaida.